Katibu mkuu wa wizara hiyo Dr. Silvestius Likwelile amesema, mbali hayo, watahimiza wananchi kuongeza kasi ya uzalishaji wa bidhaa za ndani na kuacha kutegemea misaada na mikopo kama njia nyinginezo za kukabiliana na ukosefu wa fedha kutoka kwa nchi wahisani, fedha ambazo husaidia shughuli mbali mbalimbali za maendeleo. E, hali yetu ya usimamizi wa fedha, makusanyo na kadhalika, na ndio maana nilisema kwamba wengi wa kweli, nadhani baada ya tukishakubaliana juu ya mfumo kwa majadiliano kati yao na sisi, mimi na imani kabisa kwamba e, haya atajirudia yale ambayo yalijitokeza, e, mwaka uliopita wa 2014 2015, lakini nanyi mtusaidie, mtusaidie kuhimiza watu walipe kodi ili tuondokane na mambo ya e, Eh, lakini uwezo kuondokana na hiyo kama nyinyi wenyewe amkusanyi am, am, mapato na wenyewe mnajua hizo wanaita SDG sasa hivi. Eh, Sustainable Development Goals. Kule msukumo mkubwa ni kwa domestic resource mobilization. Eh, kwa sababu watu wanaelewa kabisa kwamba misaada ile ambayo tulikuwa naitegemea sasa hivi haipo tena. Mikopo ile nafuu sasa hivi nayo haipo tena. Naye balozi wa Japani nchini Masaharu Yoshida amesema nchi yake inaitambua Tanzania, hasa serikali ya awamu ya tano kama serikali makini katika utafutaji fedha na kubana matumizi, hivyo imeamua kuipa Tanzania mkopo nafuu wa shilingi bilioni 117 na kuwa wanatarajia fedha hizo zitazidi kuchochea kasi ya ukuaji wa uchumi. yeah, our money, uh, hela zetu ni lazima zitumike kwa umakini na katika malengo tuliyopanga, kama kuboresha mazingira ya biashara, pia kuwanufaisha wananchi wa hapa Tanzania, na tunatumai ili linajulikana na litatekelezwa kwa manufaa ya Watanzania. Kwa upande wake waziri kivuli wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa Mheshimiwa Peter Msigwa ameitaka serikali kushughulikia swala la Zanzibar haraka kuondoa uwezekano wa nchi kuendelea kupata sifa mbaya na kukosa misaada ya maendeleo kutoka kwenye jumuiya nyingine za kimataifa. Bado serikali hii haiwezi kwenda bila kutegemea misaada ya nchi, ambayo kwa kweli wote tunataka tujitegemee, lakini sio kwa utaratibu huu. Tunatakiwa tuwe smart. Serikali hii haijajipanga kujitegemea, italeta crisis katika nchi, haina uwezo wa kujitegemea. Serikali hii kutakuwa na crisis kubwa sana kama wakiendelea na mwenendo huu ambao hauangalii mbele na kuangalia maslahi mapana ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya taifa kutoka Dar es Salaam mimi ni Sakwisa Mwifuge wa ITV.